kundi la Qadiria masufi hawa katika kitabu ambacho wamekiandika wenyewe kwa mikono yao na kupitiwa na kamati zao bara na Zanzibar, chini ya msimamizi wa Tariqatu lqadiria katika nchi ya Tanzania, ambaye anaitwa Sayid Uthmani Abdulqadir Alqadiri kawa wameandika haya ambayo sisi tunayasoma kwenye hiki kitabu ambacho kinaitwa maisha ya Sayid Muhiddin Abdulqadiri Jailani. Leo nitapenda kusoma kwenye ukurasa wa 13 lakini nyuma yake kwenye ukurasa wa kumi na mbili ameandika faslu kukuwa na kusoma kwake Qurani. Kwa anaelezea hapa ndani yake kukuwa kwake Abdul Qadir Jailani na kusoma kwake Qurani. Kwa hiyo nini, nitaruka, nitakuja ukurasa wa kumi na tatu katika chapa yangu ambao Mtunzi wa kitabu anasema katika hali ya utotoni, Sayyid Abdul Qadir Jailani QS, eh, anasema alipenda sana kukaa peke yake na kunyamaza kimya. Hakupenda kuchanganyika na watoto wenzie wala kucheza nao. Hakupenda kuchanganyika na watoto wenzie wala kucheza nao. Akasema hivi siku moja moja alipopata hamu ya kutoka nje ya nyumba basi <clears throat> hakufika mbali ila Said eh, sara ni Said Abdulqadir Jilani alisikia sauti nzito juu na ya kutisha ikimwambia, ewe Abdulqadir unakwenda wapi? rudi nyumbani kwa mama. Naam, turudi baada ya kuwa ndugu yetu aliuliza swali hapo kwao. Anasema alipokuwa akitaka kutoka siku moja moja, mm? alikuwa akisikia sauti nzito juu na ya kutisha ikimwambia ewe Abdul Qadir unakwenda wapi? rudi nyumbani kwa mama eh? Anasema hapo alirudi nyumbani mbio haraka kwa hofu na kuanguka kifudifudi kwenye mapaja ya mama yake na kujificha. Anajia kusema siku nyingine akimkuta mama yake yani, siku nyingine anapotoka kwenda kucheza namtia hiyo sauti kali kutoka mbinguni, e, Abdul Qadir unakwenda wapi? Rudi haraka kwa mama <laughs> kwa anasema, <clears throat> e, mara nyingine akimkuta mama yake kasimama basi kumkumbatia mwilini mwake mkumbatia um, mwilini mwake wima kwa hofu bila ya kumatia. Najua mtu akiwa na hofu ile kama ameona jambo la kutisha, wanakumbatia mtu huko ana hofu k, nataka tuelewe, hawa makadiria hawa wanachotaka kutuambia ni kwamba nini? Wahyi haujafanyaje? haujakatika Wahai hupo yale aliyokuwa akiyaona Mtume sallallahu alaihi wasallam au aliyoyaona akatoka amefadhaika na kufika kwa eh, Bi Khadija akimwambia, zammiluni zammiluni, ana hofu eh, funike funike, anatetemeka akiwa na hofu basi. Wanachotaka kutuambia ni malaika aliyokuwa akimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio huyu huyu akimwambia nani, unaenda kucheza wewe huko, usiende, sema sauti nzito inatoka, rudi kwa mama. Akirudi basi anamkumbatia mama kifudi fudi. Eh, anamkumbatia kwa kujificha. Sasa hawa watu wana wanahuu wanakuchupa mipaka, na haya ndio Allah tabaraka wa taala aliyotukataza, akasemaje? wa jaalnakum ummatan wasafa Tumekufanyeni nyinyi kuwa ni umma wakati na kati eh, itakunu shuhadaa ala nnas, ili nyinyi muwe ni mashahidi kwa watu. Kuna watu wamechupa mipaka, sisi ahlu sunna wal jamaa ni kati na kati, hatuko kwa wale chupa mipaka kama hawa Kadiria ya kumfanya Abdul Qadir Jailani ana nafasi kama ya utume vile, kama analetewa wahi eh? hatuko huko sisi tuko baina ya kwamba wahyu umeshakatika, hakuna tena wahyu. Kadhalika hatupingi sisi uwalii. Uwalii upo, lakini uwalii una kanuni zake. Allah akamtaja katika Qur'ani, eh? la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, awana hofu bwana, hakuna hofu juu yao, eh? wala hum yahzanun, hawana hofu alafu kadhalika hawatakuwa na huzuni kwa vile walivyoviacha duniani. Allah kasema na kina nani? Alladhina amanu wa kanu yattakuu, wale ambao walikuwa na imani na wakawa ni wacha Mungu. Allah kasitaja sifa zao mbali mbali katika Qur'an. Sisi tunaitakidi kila aliyoko na imani sahihi ni walii, lakini wenzetu waliwao wamevuka mipaka, wanasema Abdul Qadir Jilani inamjia sauti kali, inatoka wapi? Inatoka huko juu. Juu ni wapi? Sasa ana maanisha anatoka mbinguni. E, Abdul Qadir, unakwenda wapi? Rudi nyumbani haraka kwa mama. Anarudi kwa mama, anakupatia. Sasa waulize hawa, yani haya mnaowaambia hivi watu, lengo lenu ni nini? Eh, ikafika hatua ndo hawa na...

wasahaba wanamuuliza yasul llah wa anta eh, au kama jaa, na ewe mtume wa Allah, na wewe hautoingia peponi mpaka kwa rehema ya Allah. Anasema walakina, hata kama ni mimba isipokuwa Allah alihumie tu kwa rehema zake. Anayazungumza maneno kama haya, sa vipi nyinyi mwampa daraja Abdul Qadir ya uungu. Linapokuta jambo eh, madad ya Abdul Qadir Jailani htna eh, Abdul Qadir Jailani kaifa ya ikhwan, kwa unafika hatua, ndio yale niliyasema juzi wale. Kuna kitu anachokiita kashf, kufunuliwa, na wao wanaitakidi kwamba sisi tuna sisi ahlus sunna wal jamaa tunaichukua dini yetu kwa aliyekufa au kwa waliokufa mtume hadith na masahaba wake. Sisi tukisema tunasema hadathana fulani, tunataja hadithi hadithi za waliokufa. Wao wanasema sisi elimu yetu tunachukua kwa aliyekuwa hai wala ya sema tunachukua kwa Allah mubashara moja oh, wow. kwa moja sisi ssas kwa wao wanaitikidi. Kwa hiyo hii siyo dini asa, ilikuwa ina haja gani ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam kutumwa? Ilikuwa ina haja gani ya kusema kwamba alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam, leo nimekukamilishieni dini yenu. Wow, wao anasema bado sitapokea wa Allah mubashara moja kwa moja tunapokea. Kwa usishangae kuona shekhe wa kisufi anakaa na watu, anakuja kwa habari ambazo ni za ghaibu, anadai yeye au wanadai kuwa wanapokea moja kwa moja wa Allah. Ndio maana wana wana muribu wao, wana maswahaba, wana nini. Huyu mwana muribu atakachokisema shekhe wake ausikupinga, yani yeye ni kufuata, sababu shekhe anapokea moja kwa moja kwa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kwa tunayasoma haya ili tuwajue hawa watu tusipotezwe. Kitabu hiki vinauzwa, wameandika wenye wa kwa mikono yao, kwa lugha ya Kiswahili tu, wawarahisishie wa, lakini yote ni nini? Ni kufanya hudumu kwa Abdul Qadir Jilani, kumvusha mipaka yake. Insha Allah hapo mbele, kinachofuata tutakachokuja kuona tutaona walivyomtukuza Abdul Qadir Jilani kuliko mpaka nabiyullahi Isa, bali sio nabii tu, manabii wote wamemtukuza kuliko hata manabii wote, tutakuja kuona wallah, kija leo kesho. subhanaka wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fikum wa jazakum.